Mapigano mapya yameripotiwa kuanzia jioni ya Ijumaa, Oktoba 10 mwaka 2025 katika vijiji kadhaa vya kundi la Tongo lililoko katika utawala wa Bwito huko Ruchuru, mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yanahusisha wapiganaji wa Wazalendo wa kundi la CMC FDP dhidi ya wanamgambo wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vita vilianza wakati wa machweo ya jua Ijumaa na viliendelea hadi Jumamosi Oktoba 11, hasa katika vijiji vya Kagando na Kirumba vilivyoko eneo la Buchogo karibu na Bambo, makao makuu ya kundi jirani lenye jina hilo hilo. Kutokana na ukali wa mapigano, mamia ya wakazi wamelazimika kukimbia vijiji vyao na kutafuta hifadhi katika maeneo salama zaidi. Taarifa zinaonyesha kwamba wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani kuelekea Bambo na vitongoji vyake, hali ambayo imezua mashaka makubwa ya kibinadamu. Mmoja wa wakazi wa Tongo alisema kwa sharti la kutotajwa jina, mapigano bado yaliendelea na milio ya risasi ilisikika mara kwa mara. Watu wanaishi kwa hofu kubwa, wengine wamekimbilia msituni na wengine hawajulikane walipo. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika eneo lote la Tongo kutokana na ukaribu wa mapigano hayo. Kurudi kwa vita hivi kunatokana na kuongezeka kwa wapiganaji wa AFC M23 katika maeneo ya Tongo, Kiondo, Bukombo na sehemu nyingine ya Bwito ambako lengo la operesheni zao linadaiwa kuwa kuwazunguka wapiganaji wa wazalendo wanaoshukiwa kushirikiana na wapiganaji wa zamani wa FDLR. Mapigano haya kati ya makundi yasiyo ya serikali ya kijeshi yanatokea katika mazingira yenye mvutano mkubwa wa udhibiti wa maeneo ya kimkakati, huko wananchi wa kawaida wakiendelea kuwa wahanga wakuu. Wachambuzi wanatoa wito kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kuchukua hatua za haraka kutoa msaada wa chakula, malazi na huduma za afya kwa wakimbizi hao wa ndani. Wakati huo, wa mapigano mengine yameripotiwa asubuhi ya Jumamosi katika mkoa wa Ituri, yakihusisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na jeshi toka huko Uganda zaidi ya waasi wa ADF Nalu katika barabara kuu ya kitaifa namba 4 kati ya maeneo ya Lolwa na Mugamba wilayani Mambasa. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mapigano yalianza majira saa tatu asubuhi baada ya uvamizi wa wapiganaji wa ADF NALU na kusababisha kusimama kwa usafiri kwa muda wa masaa kadhaa. Watu kadhaa wameripotewa kufariki dunia kwa pande zote mbili, huko lori moja likichoma moto katika mapigano hayo. Baada ya mchana, hali ya utulivu wa muda ilirejea na usafiri ukaendelea taratibu, kati ya Mambasa na Mambo wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi kutoka huko Uganda wakiendeleza operesheni za kusafisha eneo na kuimarisha usalama kwa ujumla. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbwa na wimbi jipya la mapigano, likiwaacha maelfu ya raia katika hali ngumu ya kibinadamu na hofu ya kudumu kufuatia usalama ambao unaonekana kuzorota siku baada ya siku, kufuatia mapigano ambayo yanaendelea kukabili wakazi yao.